yake akawa anafundisha, akawa anahubiri, akawa anatembea na wanafunzi. Na wakati mwingine, wakati anawaita wanafunzi, tukumbuke alikuwa anawatoa katika kazi zao, anawatoa katika maisha yao. Wengine walikuwa ni wavuvi, wale watoto wa Zebedai, lakini walikuwepo waliokuwa wanafanya kazi na serikali ya Kirumi. Akina, akina akina Mathayo walikuwa wanafanya kazi ya kutoza kodi, wanaacha maisha yao ya awa wanaacha maisha yao ya kawaida wanamfuata Bwana Yesu wakiamini na kuona kila anachokifanya kwa namna ambavyo kilikuwa kimejaa na nguvu ya Mungu ndani yake. Kwa hiyo hao watu walikuwa na matumaini makubwa, walikuwa wa, wanamtegemea kwamba yeye siku moja atakuja kuwatoa katika maisha mabaya pengine na kuwaingiza katika maisha mazuri. Na hii imekuwa kawaida yetu sisi wanadamu. Yule mtu ambaye anaonekana katika maisha yake ana wafadhali, ana maono mazuri, pengine ana kipato na mambo mengine, saa nyingine familia inaweza ikamchukua mtu huyo kuwa ni mtu wa muhimu na kuwa ni mtu wa kutegemewa. si jambo baya lakini wakati Yesu alipokamatwa alipoteswa mpaka anauawa na anazikwa, bila shaka matumaini ya hawa watu yalipotea. Wakaanza pengine kujiuliza, sasa inakuwaje? Bwana wetu ameuawa na amezikwa o amua kurudi katika maisha yao ya awali, walirudi wakaanza kufanya kazi zingine, lakini walisahau neno moja kwenye lile somo ambalo tumelisoma la injili ya Yohana kumi na nne ishirini na tano ishirini na sita. Yesu anasema mwenyewe kwamba haya ndiyo niliyokuwa nikiwaambieni, haya ndiyo nilikuwa nikiwaambieni. Wao kama wanadamu walisahau, lakini tunaona katika ile somo Yesu anawakumbusha kitu. Wakati wote huo Yesu alikuwa anawakumbusha na anawaambia kwamba inalipasa siku moja mimi kuondoka na nipasa niondoke, na nikishaondoka baba yangu atawatumieni msaidizi. Ilikuwa ni ahadi ya Yesu Kristo kwa wanafunzi wake na wote waliomwamini, lakini ni jambo ambalo halikueleweka kwa urahisi miongoni mwao. Zilipo peta siku hamsini kawaida kwa Wayahudi, ilikuwepo siku ya kusherekea mavuno ambapo walikuwa wanafurahi baada ya kuwa mavuno yamevunwa me, ya katika Israeli, watu wanafurahi, watu wanacheka, wanafanya sherehe, zilikuwa ni sherehe za mavuno. Wakati huu ulipofika, Yesu tayari amekwisha kupaa, ndipo upweke ulipoingia kwa watu kwamba huyu sasa tulikuwa tumefurahi, afadhali amefufuka, tumemwona tena, tena upwege, lakini tena anaondoka. Kwa hiyo upweke uliwazidi, lakini ilipotimia hii siku, wakati Wayahudi wanafurahia sikukuu ya mavuno, ndipo Yesu Kristo ile ahadi aliyoisema ilipotimia wakiwa wamejifungia korofani, wakiwa na hofu, lakini Yesu aliwaambia msitoke mahali hapa mpaka ile ahadi iliyoahidiwa itakapowafikia mii natuambia, wakiwa katika mazingira yale zilishuka ghafla ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, zikawakalia kila mmoja wao, wapokea nguvu, wakajazwa nguvu, wakajazwa ujasiri wakaondoka sasa, wakaanza kusema, wakaanza kusema kwa nguvu, mpaka na wao wakawa wanajishangaa, mambo haya yanawezekanaje? Wale waliowashuhudia wakawa wanasema hawa watu bila shaka wamelewa kwa mvinyo. Lakini Petro akasimama akasema, hapana, sisi hatujalewa kwa mvinyo. Tazama, wakati huu ni saa ngapi? Ni saa mbili ya asubuhi, pombe tumetoa wapi? kazi hii aliyeshuka ametujalia ni kila kipawa, ni yule msaidizi, ni yule aliyetutia nguvu, aliyesemwa na Yesu Kristo kwamba nikisha pa Baba atawatumia msaidizi. Kazi na kanisa ikaanzia pale. Ndio maana tunasema Roho Mtakatifu ni mshindi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bila Roho Mtakatifu kanisa lisingekuwa wa. Kwa utumwani wa mshabika wamemwacha Mungu wao wameanza kuabudu miungu mingine tena bila wa kupenda. Kwa kupenda wanalazimishwa kuabudu ile miungu ya Babeli. Lakini sasa sauti inawajia tena, watu waliokuwa wamemkosa Mungu, watu walio kwenye hukumu. Sauti inawaambia, lakini sikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikia E, Yakobo mtumishi wangu na Israeli niliyekuchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi wazazi, wewe mzazi unajua mtoto wako anapokuwa amekukosa, ameadhibiwa, pengine anaposikia neno kama hili lakini mwanangu, bila shaka atasimamisha masikio na kutaka kusikia ni nini kinakuja kusema, kwa sababu ndani yake kuna neno la matumaini. Lakini sikia, lakini sikia, lakini sikia, kuchagua Yakobo, kuchaguliwa Israeli, kuchaguliwa msingi wake, msingi wake ni katika upendo wa Mungu si kwa sababu ya haki ya Yakobo. Israeli kama taifa lingine lilikuwa ni taifa lenye dhambi, watu waliokuwa wamepungukiwa, waliostahili hukumu ya Mungu. Mungu alipolichagua taifa la Israeli akulichagua kwa sababu lilikuwa lina kitu cha thamani. Ndiyo maana namwambia ninakufahamu, pengine lugha nyepesi ingekuwa wewe Israeli ndiye kuchagua, ninakufahamu kwamba hauwezi. Lakini sasa sikia, hata kama uko katika kifungo, hata kama uko utumwani, anasema mimi ni Mungu niliyekuchagua, sio wewe ulionichagua mimi, ila ni mimi Mungu mtakatifu niliyekuchagua wewe Israeli mwenye dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sikia hilo neno, sio wewe uliyenichagua, ila ni mimi Mungu mtakatifu niliyekuchagua wewe. Maana yake katika kuchagua kwa Mungu sisi tunachaguliwa jinsi tulivyo, jinsi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna tunachoweza kukifanya kumfanya Mungu atuchague lote tunaweza tukalitenda mbele za Mungu likamshawishi Mungu kutuchagua adipu. Sasa Israeli anaambiwa kwamba yeye aliyechaguliwa tena, anasema na kukuumba toka tumboni. anasema yeye atakaye kusaidia, yeye atakaye kusaidia huyo kifungoni. Wezi ukajitoa mwenyewe Israeli. Uweze ukajitoa mwenyewe. Yupo atakaye kusaidia. Sikia anataka kukwambia nini? Sasa anamwambia sikia. Yeye atakaye kuchagua. Sikia. Bwana asema hivi. Usiogope. Saidia kumwambia jirani usiogope. Usiogope. Mwambie tena usiogope. Waliofanya utafiti wamesema neno usiogope limeandikwa mala mia tatu na sitini na tano chii, kama unaniroa kwa haraka, mala mia tatu na sitini na tano. Maana yake ni nini? Mimi tafasili yangu inaniambia, kila kunapokucha, kila kunapokucha Neno la Mungu linakwambia usiogope kwa mwaka mzima. Mwaka una siku ngapi? Neno la kwanza hao walioko utumwani anawaambia usiogope. Hata kama uko utumwani. Maana yake mimi niliyekuchagua nipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niliyekuchagua nipo pamoja na wewe. Anasema usiogope. Lakini jambo la pili na wewe Yesu, mimi nilie kuchagua juu yake, aliye na kiu. Hata Waswahili walisema maji ni nini? Maji ni nini? Maji ni uhai. Maji yanapo Yesu asifiwe. Kisiki kilichokatwa, kikipata maji kinachipuka tena. Tahonielewe vizuri. Wale wa kulima viazi mnaelewa vizuri. Ukienda shambani, ukachimba viazi. Viazi vimeisha, jua linawaka. Shamba lote linaonekana ni kama jangwa. Kanaanza kuchipuka tena. Tena anaanza uanaanza kuchipuka tena, kanatokeza. Na pale, kuna namna ulivyochimbwa, kuna namna adui aine amefanya njia ya kuhakikisha kwamba anakumaliza, lakini neno la Mungu linatuambia nitamwaga roho yangu juu ya wazao wao, juu yao utakao wazaa. Unajua, mimi napokuwa nasoma haya maneno natafuta hata lugha nzuri ya kukushirikisha na wewe jambo hili naikosa. Yani mtu aliyekosa tumaini, mtu aliyekosa amani, unasikia ujumbe mzuri namna hii, unakuja anakuambia licha ya kwamba una mambo magumu, usichae, mimi niko pamoja na wewe. Hata kama umekatwa, hata kama umekatwa, hebu tusome mstari wa taa. Amesema amesema hivi, nao mstari wa nne, nao watatokea katika manyasi kama, kama mierebu na mifereji ya maji. Yule mama pale kisimani aliyekutana na Bwana Yesu. Wakazungumza mambo mengi. Wakazungumza mambo mengi. Yule mama akamwambia, kwani wewe ni mkubwa kuliko Yakobo aliyekupa hiki kisima cha maji? Na haya maji ndio tunayotumaini. Unge, ungeona ungea naye. Unge, ungeona ungea naye. Ungemwambia upe maji. Anasema, sisi tuna maji bwana, sisi tuna maji bwana, Yakobo aza kukimbia kisima. Yesu anamwambia, watakao kunywa haya maji wataona kiu tena, lakini yatakaye kunywa maji nitakayompa mimi, anayoyasema hapa, nami nitaomwagieni maji, nami nitaomwagieni maji. Yesu anasema haijalishi kwamba kuna maji mengi, haijalishi kwamba kuna maji unayopewa. Kuna watu wanatambika maskini, kuna watu wanaangaika usiku na mchana wakitafuta namna ya kupata lilifu ndani ya mioyo yao ya kupata hauwani ndani ya familia zao, wakinywa maji mbalimbali. Wengine kwa kutafuta maji wamefarakana hata na ndoa zao maskini, wanajaribu kutafuta Kwamba, a, a, sisi baba walishatengeneza kitu fulani, sisi bibi alituachia kitu fulani, sisi mama alifanya kitu fulani, wanaangaika katika vile vitu, lakini nataka nikuhakikishie Mekisho na miungu mingine, lakini sauti inatokea anasema, sikia mimi na kufahamu kwamba wewe ni mdhaifu, kwamba wewe ni mtenda dhambi, lakini yeye ni mtakatifu. Na ndiyo maana Yesu anatuambia tusiwe kama yatima. Yesu, wakati anaondoka, aliwaambia msihuzunike, sitawaacha yatima na haja kwenu. Uwe na uhakika unapopita katika mambo magumu, Yesu anakuambia niko pamoja nawe. Unapopita katika bonde la uvuli wa mauti, Yesu anakuambia niko pamoja nawe. Unapotamani kuzaa na hauzai chipukizi litaonekana tena na jani. na nakuombea ukastawi katika familia yako, ninakuombea ukapate neema, ukawe kijani, ukafanyike nuru kwa njia ya Roho Mtakatifu wako Yesu akaubariki, wa amesema, huyo Roho ataenda mpaka kwa uzao wako, uzao wako ukabarikiwe, mwanamke tumbo lako likabarikiwe, mwanamke, ukaone heli ndani ya familia. Leo pale, amani ilipoondoka, dhambi ilipokuzingira, Yesu anasema usiogope, nipo karibu na wewe kukusaidia. Mungu wa mbingu na nchi awatende mema, na Mungu wa amani akatawale familia zenu, akatawale kazi zenu, akatawale utumishi wenu katawale roho na mili yenu tukaendelea kumtumia Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuendelea kulijenga kanisa la Mungu na kumshuhudia Mungu kwa watu wengine, kama walivyofanya mitume wa zamani mpaka sisi tukawepo. Kizazi kitakachofuata watoto wetu wakajanga Roho Mtakatifu na kazi ya Mungu ikasonga mbele, tangu sasa na hata milele. Amen.